Muhamadi bini Abdillahi salatu rabbi wa wasalamuhu alayhi. Lakini bila kusahau, ndugu zangu katika imani, ninahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa taala, kwaniku hakika wamefaulu wachamungu. Alibosema Allah subhanahu wa taala katika kitabu chake kitukufu kikufu katika surati Naba, Inna lilmuttaqina mafaza, ama kwa hakika bila shaka wacha Mungu ndiyo wenye kufaulu. Lakini siyo kufaulu tu, ucha Mungu ndio silaha pekee itakayomnufaisha mwanaadamu katika maisha yake ya mpito ambayo ni maisha ya dunia, lakini ndiyo silaha ambayo itakayomnufaisha mwanaadamu kwa maisha ya milele kesho akhera

anapofanya madhambi au kumwasi Allah subhanahu wa Taala, kuna athari mbaya inayotokea kwake yeye. Kuna baadhi ya athari zinatokea katika maisha yake ya dunia hapa hapa, kabla ya kesho akhira. Lakini kama ilivyo kwa mwanadamu kwamba mwanaadamu akifanya kheri, mambo mazuri, akimcha Allah kwa kufuata maamrisho na no kuacha makatazo basi athari ya yale mama yake atakayoyafanya au athari ya yale mabaya atakayojiepusha na kuyaacha na kukaa mbali, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala kamwamrisha akae nayo mbali, basi athari ya mambo haya atayaona katika maisha yake ya dunia na kesho akhera. Sasa hutuba yetu ya leo itegemea kuangalia nini athari atakayoipata mwanadamu kwa kufanya madhambi.

Bali madhambi yana athari ya ndani zaidi, athari ambayo imezama zaidi, tofauti na uoni wetu sisi, kwa mtu mmoja mmoja anayefanya madhambi na maasi au kwa jamii nzima, ikizona katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala alituleta duniani kwa lengo maalum, lengo la kumwabudu yeye pekee yake, kufuata maamrisho yake yeye na kuacha makatazo na akatuweka wazi, mtu atakaifata maamrisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo, mtu anakuwa atakuwa karibu na Allah. Allah atamlihia, lakini akampa utulivu wa maisha yake ya dunia na kesho ya akhera pia. Lakini huyu atakwenda kinyume, akaacha maamrisho ya Allah lakini pia yale makatazo akayafanya, maisha yake pia atakuwa ni kinyume. Mtu huyu ataishi maisha ya dhiki katika dunia hii lakini kesho akhira, Allah subhanahu wa taala atakwenda kumwadhibu. Sasa njooni pamoja nami tuangalie miongoni mwa madhara au athari ambayo anapata mtu mwenye kumwasi Allah subhanahu wa taala, au mtu ambaye anafanya madhambi, maisha yake yamezama katika kumwasi Allah subhanahu wa taala. wa bi athari dhunub, na miongoni mwa athari ya madhambi, jambo la kwanza albuudu ani al illahi azza wajal. Kwanza kabisa mtu huyu anakuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hatomuweka karibu, kwa sababu mtu huyu anafanya madhambi, anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna athari mbaya ya mtu kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, athari yake ya kwanza dhaiful imani. Mtu imani, imani yake inadhoofika kwa sababu ya kumwasi Allah, inadhoofika kwa sababu ya kutenda sana madhambi, lakini pia imani ikidhoofika kuna athari nyingine inapatikana kwa kudhoofika imani ya mtu. Miongoni mwa athari ya kudhoofika kwa imani ya mtu, qaswatul qalbi. Mtu anakuwa na moyo msuswavu, moyo mgumu, la yataatharu bil maw'idha, moyo ambao hauathiriki na mawaidha. Akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo haupati athari. Ikisomwa Qur'ani moyo haupati athari

zaadathum imani, imani zao zinazidi. Lakini mtu akiwa mwovu, mtu akiwa amezama katika madhambi, mtu huyu kitu cha kwanza aathiriki na aya za Allah subhanahu wataala, akisikiliza Qurani apate athari wala aoni ladha ya kusikiliza Qurani. Lakini mtu huyu yakizungumza mawaidha ya kuhofisha ya kumtahadharisha juu ya jambo lolote kuhusiana na dini yake, dini yake, akhera yake, mtu huyu moyo wake unakuwa umekufa, athari hapati, kwa sababu amezama katika maa izan katika. Hakuna jambo baya kama kuzama katika aa, hakuna jambo baya kama kuzama katika kumwasi Allah subhanahu wataala. Lakini kuna athari nyingine ambayo inapatikana adamu kushuru bil ibada Mtu huyu anakuwa hana unyenyekevu katika ibada zake, kwa sababu moyo wake umejaa dhambi, moyo wake hauna hofu na Allah subhanahu wa taala. Mtu huyu akiswali swala yake inakuwa haina athari kwake. Allah anasema, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika swala ikiswaliwa vilivyo umkataza mtu na maovu na machafu. Lakini mtu anaswali anafanya maovu, anaswali anasengenya, anaswali mzinifu, anaswali mwizi, anaswali anadhulumu watu anaswali, anapiga heshima za watu. Maanake sala kwake haina athari, na hii yote ni kutokana na maovu anayoyafanya. Lakini pia mtu akifunga, fungake haina athari. Maanake yeye na aliyefunga, yaani asiyefunga na yeye aliyefunga, hakuna athari, hakuna tofauti, kwa sababu mtu kafunga nazungumza maneno machafu, anafunga anaangalia mambo ambayo yameharamishwa, sheria imekataza asiangalie, yeye kafunga mtu anaangalia. Kwa hiyo mtu anakosa unyenyekevu katika ibada zake. Hii ndio miongoni mwa athari mbaya za tusana izazi. Lakini miongoni mwa athari nyingine za madhambi zawaru nia, Allah subhanahu wa taala anaondoa neema ambazo Allah amekupa wewe, amekufadhilisha. Zipo neema nyingi, kwa sababu neema za Allah hatuwezi kudhibiti. Mali ni neema, akili ni neema, mke neema, watoto neema, afya neema. Sasa Allah ana kawaida ya mtu akizama kwenye madhambi, ile neema anaiondoa.

mji ambao ulikuwa ukija riziki kwa kila sehemu, walikuwa wao wanatoka sehemu nyingine wanakuja kufanya biashara pale, wanakuja sehemu nyingine wanakuja kuwekeza pale, kutokana na utulivu na amani iliyokuwa katika mji ule. Fa kafarat bi billah, watu wao wakakufuru neema ya Allah, amani na utulivu uliokuwepo, wakakufuru riziki hizo zinazokuja kwa kila sehemu, watu wanakuja kutoka kila sehemu kwa sababu ya utulivu na amani ya mji ule kafarat billa wakakufuru neema za Allah subhanahu wataala, faadhakaha llah libasa ljui walkhaufu, Allah akauvisha mji huo vazi la njaa na hofu. Kilikuwa chakula kinakuja kutoka kila pande ya mji huo, Allah subhanahu wataala kazuia. Kulikuwa <coughs> <coughs> kuna amani, Allah akaiondoa amani na utulivu, kaondoka. Maanake watu sasa wanaogopa kwenda kuwekeza katika mji ule au kufanya biashara, kutokana hakuna amani na utulivu makano sawa, yes. Kutokana na yale ambayo walikuwa wakiyafanya, walikuwa wakifanya maovu, wakifanya madhambi, Allah kaondoa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa watu wengine. Maanake hata mtu pia akiwa Allah kakuneemesha neema fulani, ukimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ile neema anaiondoa. Ukipewa neema ya akili, Allah anaiondoa neema ya akili, ukiwa muovu ukiwa neema yote ya riziki kakupa Allah akakunjulia, ukiwa mwovu, ile riziki Allah subhanahu wa taala anaiondoa. Ukiwa na utulivu na amani, ukiwa mwovu, Allah subhanahu wataala anaondoa. Kwa hiyo min athari dhunubi zawalu ni'am, miongoni mwa athari ya madhambi Allah anaondoa neema ambayo wewe kakupa. Wangapi walikuwa na afya? wamepata maradhi kwa sababu ya maovu yao wangapi walikuwa na uwezo mzuri wa kiuchumi? wamefilisika kwa sababu ya uovu. Wangapi ndoa zao zilikuwa zinafurivi? ndoa zimevunjika kwa sababu ya uovu. Kwa hiyo Allah subhanahu wataala, ukiwa unafanya maasi, ukizama katika kufanya madhambi, neema aliyokupa na iondoa. Lakini min athari dhunub, miongoni mwa athari za madhambi, hirmanu riziki wa taassuru umur miongoni mwa athari mbaya za mtu kufanya madhambi, mtu kuzama katika maasi ni Allah subhanahu wa ta'ala anakuondolea riziki ambayo wenda kufa. Wa ta'asuru al-umur, lakini Allah anakuwafanyia anakufanyia mambo yako kuwa mazito. Yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam anasema, mtume wa Allah sala salam zimfikie juu yake, wa inna ar rajula la yuhrabu rizqa bidhambi yusiduu, ama hakika ya mja au hakika ya mtu Allah anamuondolea riziki kwa dhambi anakuifanya. Ikiwa e Allah Subhanahu wa ta'ala akakusudia kukupa heri, anakuteremsha ile heri, na kuja ukifanya dhambi ile i Allah anaiondoa na, na yanyua. Lakini sio kuiondoa tu, kuna wakati kuno akatimviasaamtu anafanya maovu, lakini riziki anayo, mambo yanaenda vizuri, Allah anaondoa baraka katika kile alichokupa. Unaweza kuona mikakati mingi kwamba mwaka huu umefika sana, mikakati yangu mpaka kuisha kwa mwaka nafanya ka kata, kata, kata, kata. lakini kwa sababu na mwasi, Allah Allah anaondoa baraka katika kipato chako, hufikii malengo. Kila unachokifanya wewe, huoni riziki, unapata lakini huoni uote, unachokifanya Allah anaondoa baraka, au Allah akakuondolea kabisa riziki yako yote ikaondoka, au Allah akakupunguzia riziki, uchumi wako ukawa unateteleka, ni kwa sababu ya kumuwasi Allah subhanahu wa taala.

kwa sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah, ukienda kinyuma ukimwasi, sasa inakuwa tofauti, inakuwa ni vice versa, upside down chini. Hiyo ni buchi, kile unachokifanya hakiendi, kile unachokigusa hakiendi, hiyo biashara wako kifanya, wa ukifanya mambo yako yanakuwa nzuri, lakini ukifanya inakataa. Allah leo ndio riziki, sababu ya kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa athari mbaya ya madhambi ni Allah subhanahu wa taala anakuondolea riziki, lakini sio kuondolea riziki kwa, wa taasuru lumur na kuyafanya mambo yako kuwa mazito. Inawezekana ukasoma uko na elimu nzuri, lakini kwa sababu ya uovu wako, kila unafuta kazi Allah naziba, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya maasi. Ndugu zangu katika imani Tujiweke mbali na madhambi, tujiweke mbali na kumuwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sababu ya sisi kuwa na maisha magumu. Huu ukali wa maisha ni kwa sababu watu wengi wanamuwasi Allah. Wallahu jawadun karim, Allah ujala, ni mkarimu mtoaji, anapenda waja wake, anawaumba waja wake, kawaumba anawapenda, kawa hakuwaumba haja wacheviki shinda na taabu, lakini wanadamu wameacha maamrisho, wameacha mwongozo wa Mola wao.

Kuna kitu kingine kinazalisha tena, kaswatul qalbi, anakuwa na moyo msa moyo ambao hausikia uwa. Lakini jambo lingine, nina athari dhurubi ni zawadi, ni miongoni mwa athari ya kuondoka kwa neema. Allah anamwondolea neema mtu anayemwasi anayemfanyia madhambi. Mtu mwenye kuzama katika madhambi Allah anaondoa neema. Jambo lingine tukasema hirmanu ar-rizqi wa ta'sir umur. Allah subhanahu wa ta'ala anamnyima riziki, anamuondolea riziki na kumfanyia mambo yake kuwa magumu mambo mazito, kile utakachokigusa kinakataa, kile utakachokufanya kinakataa, lakini wenzako wanaishi kwa njia nzuri na nyepesi, lakini Allah kile utakachokigusa kinakokoka. Ni kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala wa, ta wa min asbabi na miongoni mwa sababu zinazopelekea Allah subhanahu wa ta'ala akamwadhibu au kumtia kwenye matatizo mtu ambaye anafanya madhambi, sababu zake ni kuwaletea watu mabalaa, lakini pia kuwaletea maangamizo. Kufanya maasi kufanya madhambi, sababu al-balaa wal-hilaa ni sababu ya kuleta mabalaa, majanga, lakini na maangamivu. Balaa maradhi, balaa ukali wa maisha, balaa kutokuwa na utulivu, balaa kukosa amani, yote Allah subhanahu wa ta'ala anajiondoa ikiwa jamii imezama katika kumwasa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kuna wakati mwingine sio balaa anawapelekea watu hao kuwaangamiza. Kuna wakati mwingine watu atakufa kwa sababu ya ukame, anaweza Allah akaua kwa sababu ya mafuriko. Lakini wakati mwingine watu wakalima, jua likawaka, vilivyolima vyote vikakauka visiote, au akaleta mvua ambayo inakuwa haina tija, mvua ambayo inaleta madhara. Baada ya kuleta kumnufaisha mja, inakwenda kumletea madhara kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wataala. yaqulu llahu azza wa jalla fi kitaabihil kariim, anasema Allah mtukufu katika kitabu chake kitukufu anasema: wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa yafu an kathir. Wama asabakum min musibatin, yanayokupateni katika majanga a matatizo mabalaa, bima kasabat aidikum, ni kwa machumo ya mikono yenu wenyewe, makosa yenu wenyewe lakini sio hivyo tu, au matatizo mnayopitia, wayafu ankadhiri, Allah anasamehe mengi. Kama angeamua kila makosa mnayoyafanya asingebaki yoyote, echa mgongo wake. Hivyo ishi naona viti ukali wa maisha, matatizo na balaa ni kutokana na machumi ya mikono yetu, lakini Allah amesema, wayafu ankadhiri, anasamehe mengi. Maisha magumu, utulivu hakuna, amani hakuna kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tukae, <mikafa>, mbali na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala tujiweke mbali na madhambi, tena tusimwasi Allah kwa siri wala kwa dhahiri. Kuna watu wengine ni wema mbele ya macho ya watu, lakini wakiwa wamejitenga na macho ya watu, hakuna watu waovu na watu wabaya kama mtu, chakula chake cha haramu, mavazi yake ya haramu, kinywaji chake cha haramu mtu huyo ananyosha mikono juu anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, fanna stajaa vipi huyo aitikiwe maombi yake? Vipi akubaliwe dua yake? Kwa miongoni mwa athari ya madhambi ni kutokuitikiwa maombi. Allah subhanahu wa ta'ala haitikii dua zako, kila unachokiomba Allah akikubali kwa sababu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa athari mbaya ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, sukutu ljahi walmanzili, ni mtu kuondoka na ile, Allah akakuondoshea itadondoka ile heshima na hadhi. Ni kwa nani? Kwa sababu kama una sifa uzinifu, kila mtu ajue mzinifu, heshima yako lazima ipotee. Ukiwa mwizi, heshima yako lazima ipotee. Ikiwa dhali mweka zako dhulumu watu, heshima yako lazima ipotee. Ikiwa wewe ni msengenya, kila mmoja, kama kuna mtu mtesa, kuna mtu msengenyaji kama wewe, heshima yako lazima ipotee. Kwa hiyo, ndio mmoja mbaya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kuzama katika madhambi ni kupoteza heshima na hadhi uliyokuwa nayo utataja vizuri kwa watu lakini allah subhanahu wataala atakufanya wewe usiheshimike udharaulike kwa sababu ya kumwasi allah subhanahu wataala lakini miongoni mwa jambo baya miongoni mwa ba mabaya miongoni mwa athari mbaya kabisa ya mja ya kuzama katika madhambi kumwasi allah subhanahu wataala suu suu al-khatima ni mtu kuwa na mwisho mbaya na Allah akukinge na kukuepusha na jambo baya kabisa hakuna jambo baya kama kumaliza vibaya, qaulu Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam: yub'ath al'abd ala ma mata asema mja atafukuliwa kutokana na hali ambayo amekufa nayo ukiwa mzilifu utafukuliwa na hali ya mzilifu ukiwa dhalimu utafukuliwa na sifa ya dhalimu ukiwa mdhalimu utafukuliwa na hali ya kudhulumu ukiwa msengenyaji msengenyaji utafukuliwa na sifa ya usengenyaji ukiwa na dhambi yoyote meze utafuliwa na hali yako ya ulevi. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ya mtu kumaliza vibaya, na ukafuliwa na hiyo hali mbaya uliyokufa nayo. Kwa hiyo tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na kumwasi yeye, atuweke mbali na madhambi. Hii ndio salama yetu sisi, lakini pia mlango wa toba upo. Turudi kwa Allah, tuombe Allah msamaha, lakini kitu kingine turudi kwenye njia sawa, ili mambo yetu yabadilike yakae vizuri. Hatuna budi sisi kubadilika kwanza nafsi zetu Tumche Allah, tuombe msamaha wa kweli, na tusirejee katika kumwasi Allah subhanahu wa taala. Lakini kama tutazama kumwasi Allah, tutazidi kufanya madhambi, hizi athari zitazidi kutula, zitazidi kutumaliza, tutakuwa tunalalamika kila siku, ukali wa maisha, amani hakuna, ukulivu hakuna. Ni kwa sababu tunazidi kumwasi Allah subhanahu wa taala. Allah kaahidi tukimcha yeye, mambo yetu yote yatanyoka, takaa sawa namkolea maneno kama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hasemi uongo. Akaa chushe Allah, tumwogope Allah, tufanye matendo mazuri, tulete toba kwa wingi, tujitie yale tuliyofanya iwe sababu ya sisi kusamehewa, na ndio iwe salama ya maisha yetu duniani na kesho akhera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad